Lakini nimeshasemwa sana, wala halinisumbui. Naomba ndugu Magufuli uje baada ya hapo, mseme mji mwage. Mkutano huu uko salama, wachai wote washaondoka. Ndugu Samia uje kusema hayo. Sasa namkaribisha ndugu Samia aseme kidogo, halafu amkaribishe ndugu Magufuli ajimwage. Leo Magufuli, siku yako. Ndio maana sisi watoa hotuba zile ndevo za saa mbili tatu, leo midomo pwinga kabisa. Sasa waanze kuzoea kusiki, kusikiliza hotuba zako Samia. Karibu. CCM oye! Dar es Salaam oye! Kina mama we, kina baba we, Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waheshimiwa makamo wenye viti wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa makamu wa rais, wazee wangu wa staafu, viongozi wote wa, wa meza kuu, wana CCM CCM, asalamu alaikum. CCM oye! Kwanza nichukue nafasi hii kushukuru uongozi wa Dar es Salaam kwa shughuli hii waliotuandalia. Lakini, pili, nichukue nafasi hii kushukuru uongozi wa CCM kwa niaba ya wanawake wote wa Tanzania. Mwaka huu tunaandika historia, tunaandika historia ya kuwa na makamu wa rais mwanamke. Lakini yote haya yanatokana na sera nzuri ya chama cha Mapinduzi tumekuwa tukiheshimiwa, tumepewa nafasi kadhaa, lakini mara hii CCM wameamua kukandamiza kabisa kina mama oye! Ndugu zangu, kama alivyosema mheshimiwa mwenyekiti, leo ni siku ya Mheshimiwa John Pombe Magufuli kuja kujimwaga na sera zake, lakini nataka niwahakikishie mambo kidogo. Kwanza, kwamba Mungu akipenda, tarehe 25 Oktoba wana CCM tutafanya mambo yetu na kwa hakika mtatuweka madarakani. Nataka niwahakikishie kwamba nitakuwa msaidizi wa karibu sana, nitakayetumia busara na hekima zote na jitihada niliyojaliwa kumsaidia Dr. John Pombe Magufuli kutekeleza ilani hii ambayo leo tumekabidhiwa. Lakini kama mnavyojua mimi kama mama pamoja na ilani na mipango yote ya serikali utakayoyatekeleza kuna mambo nitayasimamia zaidi. La kwanza, uwezeshaji wa wanawake. Vikoba sako na mambo yetu yote. Ilani ya uchaguzi imeahidi hamsini milioni kwa kila kijiji. Nitahakikisha hizo zinatoka. Lakini jengine, huduma nzuri za afya. Kwa nini tufe wakati tunajaza taifa? Hakuna sababu. Nitahakikisha kuna huduma nzuri za afya hasa afya ya uzazi. Jengine, kuweka vifaa kwenye maabara tulizozijenga, lakini ujenzi wa mabweni kwa ajili ya watoto wetu wa kike. Zile mimba tusizozitarajia zile ka, sisi kama wazazi, hazitufurahishe hata kidogo. Kwao nitasimamia ujenzi wa mabweni kuwaepusha watoto wetu wa kike na hatari inayowakuta sasa. Jengine, <clears throat> maji safi na salama. Mnajua kwamba awamu inayomaliza muda wake imefanya kazi nzuri kupeleka maji safi na salama vijijini. Hilo nitalisimamia kama mama, nihakikishe wanawake wote wanapunguziwa shida ya kupata maji maji safi na salama yawe karibu na makazi yetu. Nitalisimamia hilo ndugu zangu. Katika ilani kuna mengi, lakini nataka nimalizie na moja. Nimeishi ndani ya ofisi ya makamu wa rais kwa miaka mitano sasa, na nilikuwa kwenye mikono mizuri ya Dr Bilali. Najua ndani ya makamu wa rais, ndani ya ofisi ile nini kipo najua kazi ziliyoko zikule ndani. Nataka niwahakikishie kwamba ofisi ya makamu wa rais itasimama vyema kutekeleza ilani ya uchaguzi kubwa zaidi, kama alivyosema rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, Dk. Shein, nitahakikisha nasimamia muungano, nitahakikisha muungano uko salama Nitahakikisha namaliza kero na kuzuia zile zinazotaka kuibuka. Dawa ni mazungumzo. Nitahakikisha hayo. CCM oyee! Ndugu zangu, wamesema Waswahili, wanasema sikio halipandi kichwa, na mimi ni sikio, kichwa ni Dr. Magufuli. Sasa sitaki kupanda juu ya kichwa, lakini nichukue nafasi hii sasa kwa heshima na taadhima Nimkaribishe kakaangu Dr. John Pombe Magufuli aje kumwaga sera zake. Asanteni sana.